Sasa nataka tufikirie ya hapa kwetu. Mimi napenda kuzungumza haya mambo kwa kutoa mifano ya hapa hapa. Hebu tuzungumze ya mamba be. Ukitoka ukitoka Dar es Salaam ucelini mpaka mnazi mmoja pale, njia ya kwenda mtwara uje Masasi uende Tunduru na Mtumbo, Songea, Mbinga uje mpaka hapa utakutana. Kama ukianzia safari yako Dar es Salaam mpaka hapa utapishana na malori makubwa, pengine zaidi ya elfu moja njiani yenye mzigo wa makaa ya mawe haya makaa ya mawe yanachimbwa wapi? Yanachimbwa wapi? Yanachimbwa Malini, au sio? Hapa hapa mbamba bei, aunakosea, na mengine yanachimbwa Rwanda, mengine yanachimbwa wapi Mnafahamu, jana tumehesabu, jana tumetoka Masasi tunakuja na Mtumbo, tumehesabu malori tuliopishana nayo njiani ilipofika mia mbili Manake kila baada ya da dakika tano lazima ukutane na lori limeandikwa ile nini mite logistics au au limeandikwa ilipofika au... mi mia mbili mimi nikachanganyikiwa, nikaacha kuhesabu na nielewa. Yeah. Yeah. na hiyo ni kila siku mchana as... usiku... na usiku ni safari kutoka malini bababe, ni safari kutoka Rwanda ni safari kutoka Liganga wa. eh? Ni, ni, ni safari kutoka Mukuru, ni safari ya kusafirisha utajiri wa mkoa huu utajiri wa eneo hili kule kupeleka bandarini, ili usafirishwe kwenda India, kwenda China, kwenda Kenya kwenda Ulaya na maeneo mengine, nalielewa nalielewa, yeah. Nchi zote duniani zilizoendelea zile ambazo ni nchi za viwanda zote za zamani na za sasa, zote ambazo zina viwanda Msingi wake ni makaa ya mawe na chuma. Ukiwa na makaa ya mawe utayeyusha chuma kinachotengeneza bidhaa zote unazozifahamu na chuma. Kama huna makaa ya mawe huwezi ukatengeneza chuma kwa sababu gharama ya, ku, ya kuyeyusha chuma katika hali yake ya, ya udongo au miamba na kuifanya chuma tunachokifahamu, hiyo gharama ya, ku, ya kuyeyusha hiyo chuma ni kubwa, kwa kutumia nishati zingine kama umeme na kadhalika, ni kubwa. Kwa namna ya, ku, ya kutengeneza viwanda vikubwa vya vi chuma, lazima uwe na kaa ya mawe kwa sababu yakipatikana kwa wingi yanaweza na ndiyo yanayotumika. Nimesema nchi zote zilizoendelea duniani zimeendelea kwa makaa ya mawe. Ukitaka kujenga viwanda vya magari viwanda vya kutengeneza injini za treni au za ndege au mataruma ya reli au kitu kingine chochote kinachohitaji chuma unahitaji makaa ya mawe. Na sisi tuna makaa ya mawe nchi hii. Haya maeneo ya kwenu haya yana wastani wa tani za makaa ya mawe bilioni tano, bilioni tano ni makaa ya mawe ambayo tunaweza tukachimba kwa zaidi ya miaka mia moja inayokuja mia moja. Tunashimba, tunapakia kwenye malori, yanapelekwa nje ya nchi. Wilaya ya Nyasa hii, wilaya iliyomzaa Oscar Kambona, ni mojawapo ya wilaya maskini katika nchi hii.